Simulizi inaitwa Bastard, b a s t a r d. Simulizi wako ni mimi Rinyo wa Rinyo Apday Tv. Simulizi hii imeandikwa na mwandishi maarufu wa simulizi za kusisimua Nyemo Chilongani. Leo hii tunakutana katika sehemu ya pili, ambapo tunaendelea na simulizi yetu ya Bastadi. Daniel alijisemea jina hilo Alikumbuka mkumbuka mvulana huyo, jina lake lilimjia ghafla tu akiwa ndani ya gari hilo Daniel. Daniel alikuwa mmoja wa watoto wa mitaani, alikuwa na sura nzuri, ambapo alitokea kumpenda kama kaka yake wa kuzaliwa tumbo moja. Walikuwa wakitembea barabarani ndani ya jiji la Dar es Salaam, walionekana kama wapenzi, lakini hawakuwahi hata kufanya mapenzi, walijiona kuwa bado wadogo mno kufikia hatua hiyo. Hivyo walisubiri mpaka wakue, kabla ya kukua wili hao wakapotezana na hatimaye hawakuonana tena mpaka kipindi hicho. Huku macho yake yakiendelea kuangalia majengo ya, ya jiji hilo, ndivyo ambavyo alizidi kukumbuka kila kitu kilichotokea katika maisha yake ya nyuma. Alikumbuka kama mkanda wa filamu uliokuwa ukitizamika kwenye runinga yake. Asha hivi naye yuko wapi? Alijiuliza swali hilo. Asha alikuwa msichana mwingine ambaye alikuwa naye mitaani, alimpenda na kumfanya kama dada yake. Walikuwa wakitembea mitaani na kuombaomba chakula na pesa. Alipokuwa akikosa, msichana huyo alimsaidia, alimpenda kama ndugu yake wa kuzaliwa tumbo moja. Walipendana, lakini baadaye walipotezana na kila mmoja kuwa na maisha yake huku akiendelea kufikiria mambo mengi yaliyotokea katika maisha yake ya nyuma, gari likafunga breki mbele ya jengo la hoteli ya Jumanji. Waandishi walikusanyika mpaka huko, alipoteremka tu wakaanza kumpiga picha mfululizo. Watu waliokuwa hapo hotelini, kila mmoja macho yake yalikuwa kwake, wengine wakaomba hata kupiga naye picha. Kwa msichana kama Luciana ilikuwa vigumu kukutana naye, kila alipo unapopata nafasi basi, ilikuwa ni lazima kuomba hata picha. Kama wazungu wenyewe, kwa heshima na kuthamini mchango wake, walitamani kupata picha ya pamoja, vipi kuhusu Afrika ambao walikuwa wakiishi katika nchi maskini kama Kansas? Lusiana, nakupenda sana napenda filamu zako, alisema msichana mmoja, huku akiwa amemsogelea Lusiana na kupiga picha kwa simu yake. nashukuru sana alisema huku akiwa kwenye tabasamu pana. Hakutaka kumbania mtu yeyote mahali hapo, kila aliyetaka kupiga naye picha alisogelea na kufanya hivyo. Alizungumza nao na hatimaye kuelekea katika chumba alichoandaliwa na kutulia humo. Alipolala kitandani tu, akamshukuru Mungu kwa kumfanya kuwa alivyokuwa. Hakuamini kwamba hatimaye alikuwa nchini Kansas, akiwa na maisha mengine kabisa. Moyo wake ulikuwa na furaha kupita kawaida Akiwa humo, mara simu ya mezani ikaanza kuita. Akainuka kivivu na kuisogelea. Alichoambiwa ni kwamba kulikuwa na mgeni wake, alihitaji kuonana naye. Akauliza nani? Aliuliza huku akionekana kushtuka kidogo. Anaitwa Fredi Asei, unamfahamu? Alisikika dada wa mapokezi. Kwanza Lushiana akashtuka, hakutegemea kulisikia jina hilo. Alikumbuka mambo mengi yaliyokuwa yametokea kipindi cha nyuma. Alimfahamu sana mwanaume huyo, alijua alifariki dunia, hakutegemea kumsikia katika maisha yake yote, lakini ghafla tu dada wa mapokezi alimwambia alifika mahali hapo na kutaka kuonana naye. Halo, dada wa mapokezi aliita. Oh, naomba nimwone tafadhali. Mwambia anifuate chumbani, alisema lusiana na kukata simu. Hakutegemea kutembelewa na mtu kama Asei. Alimjua mwanaume huyo vilivyo, alimchukulia kama baba yake. Katika kipindi cha nyuma alikuwa rafiki mkubwa wa mzee wake, alimtegemea kwa kila kitu, hasa baada ya wa wazazi wake kufariki. Hakujua ni kitu gani kilitokea, lakini ghafla tu Asei alipotea na hakujua alipokuwa, mpaka alipoingia katika maisha yake ya mitaani. Baada ya dakika chache tu, mlango wa chumbani kwake ukaanza kugongwa. Akaufuata na kuufungua, macho yake yakatua kwa Asei. Mwanaume alikuwa na ndevu chache zenye mvi, uso wake ulikuwa na tabasamu pana na kuamini kumwona msichana huyo mahali hapo. Akamkaribisha ndani na kumkumbatia. Asei akakaa kwenye kiti na kuanza kumwangalia Lusiana. Msichana huyu alibadilika alikuwa mzuri sana na alifanana sana na marehemu mama yake. Alikuwa na mambo mengi mno aliyotaka kumwambia, ila kabla ya kumwambia hayo walitakiwa kuzungumza kidogo. Umebadilika sana, siamini kama nimekutana na wewe tena, alisema hasei huku akimwangalia Lusiana. <tutu> Najua nimefurahi kukuona hivi. Kuna kitu gani kilitokea mpaka ukapotea na kuniacha nikihangaika mitaani? aliuliza Luciana huku akimwangalia mwanaume huyo. Na uh, ni stori ndefu sana ambayo, uh, si, uh, Luciana akauliza. Ambayo sitakiwe kuifahamu, muda wake bado, alijibu Asei. Mpaka Luciana, nimekuja kukusalimia na kukukabidhi hiki kitu alisema Asei, na kumpa bahasha iliyokuwa na karatasi kwandani Luciana alitaka kuifungua ila Asei akakataa na kumwambia angeifungua baada ya kuondoka kwani kulikuwa na kitu ambacho alitakiwa kujifikiria sana. Kama kweli alihitaji kujua ukweli juu ya kilichotokea, basi ilikuwa ni lazima akisome kile kilichoandikwa ndani ya karatasi hiyo iliyokuwa ndani ya bahasha. Kuna nini? Mwanzo wa kujua ukweli wa kila kitu kilichotokea, alisema Asei huku akimwangalia msichana huyo. Sijakuelewa, kwani wewe unataka kufahamu kuhusu nini? Aliuliza huku akimwangalia msichana huyo. Kila kitu ulichohitaji, nilichohitaji nifahamu, basi kipo ndani ya barua hiyo. Kama utataka kufahamu zaidi, utanitafuta kwa namba yangu hii, alisema Asei kisha kumpa kikaratasi kilichokuwa na namba yake na kuondoka mahali hapo. Lusiana alibaki akishangaa. Alishusha pumzi akaichukua bahasha ile na kuifungua. Ndani humo alikutana na karatasi iliyokuwa na herufi kadhaa ambazo kwa haraka haraka zilisomeka kama bastard, mwana haram, maana yake mwana haramu. Alishtuka, hakujua kulikuwa na mara gani. Alihitaji kujua kila kitu, akachukua kile kikaratasi kilichokuwa na namba ya Sei na kuanza kumpigia. Simu haikuwa ikipatikana, kitu kilichomfanya kuwa na mawazo tele. Akakaa kitandani, akaanza kuliangalia lile neno kwa mara nyingine tena. Hakujua lilimaanisha nini, lakini alijua kabisa Asii alikuwa akifahamu kila kitu. Akajikuta akiwa na kiu ya kufahamu kilichotokea. Mara kwa mara alijaribu kumpigia simu mwanamume huyo, lakini hakuwa akipatikana, kitu kilichomfanya kuwa na mawazo tele. Bastard ina maana gani? Kuna ukweli gani uliojificha nyuma? Huyu mwenda wazimu alijiuliza. Na mpaka hapo tunafikia uh, tamati ya sehemu hii ya pili ya simulizi inaitwa Bastard. Usimulizi wako ni mimi Rinyo wa Rinyo TV. Stori imeandikwa na Nyemo Chilongani.